Hello, habari. Natumaini unaendelea salama salimini kabisa. Karibu sana leo katika mwongozo maalum wa Wikipedia na kwa kwanza, naomba tuanze kwa kufikiria kwamba tuko na maelfu ya makala na hadithi mbalimbali zinazohuswa na michezo yetu, timu zetu mbalimbali tunazozipenda na matukio yetu ya kihistoria hasa katika michezo. Lakini kwa bahati mbaya, tunakuta miandiko katika lugha nyingine ambazo sio rahisi kwa mtumiaji wa Kitanzania au wa Kiswahili au wa mataifa mengine ambao wanatumia Kiswahili kuweza kujichotea maarifa ambao wanayahitaji hasa katika lugha ya Kiswahili. Langu jina ni Alex, nipo hapa kukuongoza leo katika namna gani ya kuweza kufanya translation au tafsiri ya makala ambazo zipo katika lugha mbalimbali kuja katika lugha ya Kiswahili, ili kuweza kusambaza maarifa kwa watu wengi zaidi. Basi ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa sesheni hii. Kwa hiyo bila <coughs> kupoteza muda, kwa kuanza na imani uh, kila mmoja anafahamu namna ya kufungua huu ukurasa hapa ambao ni ukurasa wa mwanzo wa Wikipedia ya Kiswahili. So kitu cha kwanza hapa cha msingi, kama ni mtu ambaye ni mgeni na hauna akaunti, uh, utatakiwa kutengeneza akaunti na utatengeneza akaunti kupitia hivi vibonyezo hapa ambavyo vipo hapa juu hapa ambapo kumeandikwa kuna michango kuna unda akaunti na ingia. Kwa hiyo kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza na huna akaunti na unataka kufanya kwa uandishi au kuhariri au kutafsiri makala mbalimbali, utakuja hapo, utabonyeza unda akaunti hapa, kwa wale wageni tu pekee yake, utabonyeza unda akaunti kisha itafunguka, na bila kupoteza muda, ikishafunguka utakuja kujaza jina lako wewe kama mtumiaji, utajaza neno, neno la siri au password au nywila, utalithibitisha, utaweka email yako hapa, utamalizia kwa kuweka hii kaguzi ya usalama, kisha kwa urahisi kabisa utakuwa umefanikiwa kuunda akaunti yako. Ah, vile vile kwa yule ambaye tayari ushatengeneza akaunti na ushatumia Wikipedia basi, utakuja utabonyeza hapa kwenye ingia baada ya hapo itafunguka, kisha itakuelekeza kuandika jina lako la wewe kama mtumiaji, na baada ya hapo itakuelekeza kuandika namba ya neno lako la siri, kisha baada ya hapo utabonyeza ingia, utakuwa umekamilisha. Kwa hiyo usipoteze muda, naomba tuende moja kwa moja, kwa sababu mimi tayari nayo akaunti, itaenda kuonyesha kupitia akaunti yangu ambayo hii hapa Kwa hiyo huu ni mwonekano wa akaunti yangu ya Wikipedia Swahili, kama unavyoona hapa juu, ukishaingia ndani, ukishakuwa umeunda akaunti na umerogin, itakuonyesha kitu kama hiki hapa si ndio? Uh, peji ya kwanza kabisa ambayo ni ya mwanzo au homepage itakuwa ni hii. Naimani mpaka sasa hivi hapa tuko pamoja. Uh, tuna kila mmoja anajua namna ya kuunda account na jinsi ya kuingia katika jukwaa hili la Wikipedia ili kuweza kuunda makala basi baada ya kumaliza hatua hii ya awali ya kuweza kutengeneza account na kulogin, uh, kwa sababu leo hii mada yetu ni kutafsiri makala ambazo zipo kwenye lugha tofauti tofauti, na leo tutafanya kama mfano Makala ambazo zipo kwenye lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo kwa, kwa makala ambazo zipo kwa lugha ya Kiingereza utakuja hapa juu utaandika Wikipedia English. Baada ya hapo utafungua kiungo cha kwanza hiyo uh. <coughs> Tunavyozungumzia Wikipedia ya Kiingereza hii, e, ni jukwaa pana kabisa, na bila shaka, kama sijakosea, ni jukwaa ambalo linaongoza kwa kuwa na makala nyingi kuliko jukwaa lingine lolote la Wikipedia kama, juk, kama Wikipedia Swahili, Wikipedia ya lugha nyingine. Kwa hiyo Wikipedia English ina makala nyingi sana. Kama unavyoona hapa, active editors ni laki moja plus na articles ambazo zishaandikwa si mpaka sasa za hivi ni article milioni saba plus. Kwa hiyo sisi tutaenda kuangalia makala ambazo zimeandikwa kwa Kiingereza lakini hazijatafsiriwa kwa Kiswahili au bado hazijaandikwa kwa Kiswahili kwa kuanza, kwa sababu tupo kwenye Wiki Loves Sports. Tutapendelea tuje tuzungumzie makala za michezo. Kwa hiyo uh, kwa kuanza mtu um, gani mashuhuri kwa Tanzania kwenye michezo? Tuseme Mbwana Samata. Kwa hiyo tutajaribu kumwangalia Mbwana Samata kwenye jukwaa la Wikipedia English ameandikwaje, na je, tayari kuna makala ya Kiswahili ambayo ina kichwa cha habari Mbwana Samata? Kama hakuna, tutaangalia namna ya kuweza kutafsiri. Kwa hiyo ungana na mimi hatua kwa hatua. Utakuja hapa kwenye search, utaandika Bwana Samata, uta search kama tunavyoona hapa, tayari kuna ukurasa wa Bwana Samata katika lugha ya Kiingereza ambao kama hivyo unavyoonekana naona vitu vingi data za kutosha, si ndio? Sasa leo lengo letu ni kujua, je, imeandikwa kwa Kiswahili na kama haijaandikwa kwa Kiswahili basi tuangalie ni namna gani tunaweza tukatafsiri hii page kutoka kwenye Kiingereza kwenda kwenye Kiswahili. Kwa hiyo baada ya kujiridhisha kwamba hii makala ipo kwa lugha ya Kiingereza lakini hatujajua kama imeandikwa kwa Kiswahili, utakuja hapa kwenye language utabonyeza ushabonyaza kwenye language, utaandika Kiswahili na utaandika hivi ili kujiridhisha, kama ipo na kama hapa, tunaona tunaona kuna tayari kuna kiungo cha Kiswahili. Kwa hiyo tukifungua hapa, tunaona kabisa tayari hii ni Wikipedia ya Swahili na tayari kuna makala ya Samata Mbwana Samata ambao nayo imeandikwa vizuri kabisa. Kwa kama hii tayari ishaandikwa, hauwezi kuitafsiri tena. zaidi tu unaweza ikakuruhusu kuedit, kupunguza taarifa, kuongeza taarifa, kuongeza picha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii tayari tunaona ishaandikwa. Si ndio? Kwa hiyo basi tuna... turudi tena hapa kwenye Wikipedia ya Kiingereza au hata tufungue tabu mpya. And then tunaweza tukaandika Tanzania National Football Team Wikipedia, search. So, baada ya hapo tutafungua kiungo cha kwanza. tunaona huu ni ukurasa ambao ni makala uh, imeandikwa na watu mbalimbali juu ya Tanzania National Football Team, lakini ipo katika lugha ya Kiingereza. Sasa sisi tunataka tutafsiri. Kama kawaida, unakuja hapa kwenye language, unabonyeza language. Bonyeza language hapa, kisha utaandika Kiswahili Tunaona Kiswahili tayari ishaandikwa. Kwa hiyo tutafungua kujiridhisha. Tunakuta tayari uh, makala ile ya Kiingereza ishaandikwa kwa lugha ya Kiswahili ambayo ni Taifa Stars. Na kama tunavyoona hapa tayari ishaandikwa. Kwa hiyo sisi hapa itaturuhusu tuku edit na kuongeza vitu baadhi lakini tayari ishatafsiriwa. Kwa hiyo sasa tunarudi tena hapa tutafute kitu kingine ambacho kimeandikwa kwa Kiingereza ila bado hakijaandikwa kwa Kiswahili. Tuseme elfu mbili na ishirini na sita World Cup qualification, okay. Tutafungua hapo na hii ni makala yetu ambayo imeandikwa kwa Kiingereza, iko vizuri kabisa Sisi uh, tunahitaji kuitafsiri hii kama kawaida tulivyofanya pale. Utakuja hapa kwenye language. Baada ya kuja kwenye language, utasachi Kiswahili, na tunaona hapa Kiswahili haijaandikwa. Ili kujiridhisha, tutaandika swahili pia, swahili tunaona haijaandikwa. Kwa hiyo baada ya hapo unakuja hapa kubonyeza add language, alafu utabonyeza translate this page. Utasubiria kidogo itafunguka hivi. Baada ya hapo itafunguka kama kurasa kama hivi ambavyo inaonekana hapa uh, itaonesha hapo. Utachagua lugha unayotaka kutranslate au kutafsiri. Sisi tunataka tutoe kwenye Kiingereza kwenda kwenye Kiswahili kwa kila kitu kipo sawa, utabonyeza hapa start translation. Subiria kidogo hapo itafunguka. Kwa hiyo uh, kama umetupo pamoja mpaka sasa uh, na imani katika makala ambayo utaichagua kuweza kutafsiri, utaweza kufika hatua hii. Kwa kama tunavyoona uh, upande wa kushoto tuna tafsiri ya Kiingereza, upande wa kulia tuna tafsiri ya Kiswahili, kwa kama inavyosomeka 2026 FIFA World Cup Qualification CAF Group E huku ni kufuzu kwa kombe la dunia la FIFA elfu mbili na ishirini na sita CAF kundi hio. Sasa kuna vitu kadhaa vya kuzingatia hapa. Kitu cha kwanza uh, ukitaka kufanya translation au uh, tafsiri utatakiwa uh, ubonyeze, kwa mfano kama ni categories, utakuja kubonyeza mbele yake kama ni kwenye aya utabonyeza mbele yake, andika add translation. Hiko ni kitu cha kwanza, na hii inafanya, itafanya tafsiri moja kwa moja kupitia akili unde, unaone, au ai au akili mnemba, itabadilisha yenyewe direct, unaone. Sasa watu wengi tunachokosea, tukishafanya translation tunataka tuipublish moja kwa moja bila kuipitia. kwa hiyo Aa, ni kuombe uzingatie unapofanya translation au tafsiri, hakikisha kwamba au publish bila kupitia hayo maneno. Maana yake hata mashine au yenyewe haipo perfect au haipo sawa au vizuri kwa asilimia mia moja. Kwa hakikisha kwamba ukifanya translation au tafsiri unaweza kuipitia, na hakikisha unaiandika katika mfumo ambao unaoeleweka wa kibinadamu zaidi, yani sije kaonekana kama mashine ndo imeandika. Kwa hiyo tutafanya kwa paragrafu chache. Kwa kwanza tuseme hii hapa ya kwanza, kwa utabonyeza hapa moja kwa moja, unaona inajitafsiri aya. Aya inayofuata nao pia utakuja, utabonyeza hapa kwa aya hii inayofuata pia utakuja unabonyeza hapa mbele yake. Na kwa hii aya ya mwisho hapa, tutakuja hapa, tutakuja tutabonyeza hapa mbele yake. Zingatia hapa ninapobonyeza, aya ya kushoto inaonekana upande wa kulia. Kwa hiyo hapa hii inakuwa inatupa tafsiri ya awali kwamba mabadiliko haya yanafanyika nini na akili memba. Lakini pia ni, na, ni kitu makini cha kuzingatia, usikubali kutafsiri kwa mashine peke yake bila kusoma. Zingatia me, ani kitu cha kuzingatia, usikubali kutafsiri kwa mashine bila kusoma Hakikisha unafanya marekebisho na uiandike hizi uh, aya au haya maneno katika mpangilio wa kisarufi na lugha ya Kiswahili fasaha. Kwa hiyo uh, ili tusifanye marekebisho mengi, hebu tu, tuanze tu na hizi hizi tu haya ambazo tumeziweka hapa juu ko. Tukiangalia kwa upande wa pili, tunaona tuna ishu kadhaa zimejitokeza, na mojawapo hapa inasema Part of translation contains 100% of unmodified text. Uh, hii akiwa ina maanisha kwamba tumebadilisha aya zetu kwa, kwa mashine, lakini hamna marekebisho yote tuliyofanya kama sisi kama sisi. Kwa hiyo uh, kitu kingine cha kuzingatia narudia tena ile neno sana, ukishafanya marekebisho ya kutranslate, hakikisha unaipitia makala yako, usipublish moja kwa moja. Na hata ukipublish moja kwa moja itakugomea. Kwa hiyo tutakuwa tuna kazi ya kupitia haya maneno naweze kusomeka vizuri. Kwa kwa kuanza hapa kufuzu kwa kombe la dunia la FIFA kundi hii la CAF lilikuwa kundi la CAF lilikuwa ilikuwa kundi la CAF la kufuzu tulikuwa na Moroko. <coughs> Baada ya kuandika haya, utakuja huku chini kwenye marejeo, utabonyeza hapa kwenye reference, utabonyeza hapa kisha utaandika hapa. pia tubonyeze hadi translation. Baada ya hapo, twende tukajaribu kupublish tuone tutakubali. Okay. Hapa hatimaye tutakuwa tumefanikiwa ku tengeneza makala yetu kutoka kwenye Kiingereza kuja kwenye Kiswahili. Kwa tukiifungua hapa tunaweza tukaiona kabisa. Yeah. Kwa, kwa sasa hivi tayari tunakuwa tuna makala yetu ambayo imetoka kwenye lugha ya Kiingereza kuja kwenye lugha ya Kiswahili kama inavyoonekana hapa. Kwa hiyo unaweza ukaja ukafanya hariri chanzo au kahariri muda wowote, na kaja mwingine pia naye akafanya. Kwa hiyo kama utakuwa umeweza kufika hapa, ni kutakia hongera sana, maana kwa pamoja tumefanikiwa kuunda ukurasa mpya kwenye Wikipedia ya Kiswahili natutumaini utaunda ukurasa nyingi zaidi na kuchangia mara nyingi zaidi kwenye Wikipedia ya Kiswahili. Kwa hiyo kwa, kwa kumalizia ujumbe wangu wa mwisho ni na mambo machache ambayo naweza nikamalizia. Kitu cha kwanza, usiogope kuanza na usiogope kufanya makosa katika uandishi, maana Wikipedia ni mradi wa kushirikiana e, wewe unaweza ukakosea neno akaja mwingine akarekebisha. Unaona, mwalimu mwingine akaja akaanzisha hiki na wewe kaja ukachangia. Usiogope kukosea, wewe andika, japo unatakiwa uwe makini, ila jitahidi kuandika, usiogope kuandika kwa sababu ya kuogopa makosa. Pia ukisahau sentensi usiogope, watakuja mwingine atarekebisha. Kwa hiyo muhimu zaidi ni kuchukua hatua ya kwanza, kwa, kwa wewe anza kuandika, anza leo, niko na challenge kidogo kwa wale wote mmefanikiwa kunisikiliza kuni, kuni, kuni, asante sana kwa kufuatilia mafunzo haya. Nashukuru sana uh, challenge yangu ya leo ni kwamba kwa sababu hii ni Wiki Loves Sports uh, naomba uandike makala ya mwanamichezo yako yoyote unayempenda au timu yako yoyote au shindano lolote, lakini linahusiana na michezo ambayo unalikubali zaidi, then ukimaliza share na mimi nitafurahi sana kuona kwamba mafunzo yangu haya yamezaa matunda, lakini pia usiache kutoa maoni yako. Ni kipi niboreshe? Ni kipi niongeze? Ni kipi nipunguze? Maana ma mawazo yako ni muhimu sana, na mchango wako ni muhimu kunisaidia kwamba nizidi kuboresha uh, madarasa kama haya. Kwa hiyo nashukuru sana lakini pia cha mwisho uh, unaweza kuungana na mimi kupitia mitandao ya kijamii kama vile LinkedIn. Anatumia uh, sana huko. Usisahau kuniachia ujumbe wako ya maboresho na kitu chochote uh, nitashukuru sana. Karibu mpaka wakati mwingine, kwa elimu na kazi njema, na challenge njema ya Wiki Loves Sports. Nashukuru sana.